Kwetu sisi msimamo wetu ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Ndio maana mpaka sasa jamhuri ambayo imemkamata mtu imekaa naye zaidi ya miezi mitatu, ha, miezi miwili na kitu, hawana ushahidi wowote ambao wanatakiwa kuleta, sasa inakuwa ni kwenda na kurudi. Sisi tunatoa wito kwamba eh, eh, haki ya mtu kuishi duniani hapa na haki ya kutengeneza nchi ambayo ni huru lazima iwe haki ya kila mtu kutokupendelewa. Hatuwezi kuwa tunakuja mahakamani hapa kesi ambao wanasema ni ya, ni ya maneno. Nasikia mawakili wamezungumza vizuri sana, alafu maneno yapo yameandikwa, yalizungumzwa, halafu tunaambiwa ushahidi unaendelea indefinitely. Haya mambo haya yanachochea chuki, na watanzania wameona. Bahati nzuri kwa sisi, tunachotaka tu ni kesi iishe. Kama wana ushahidi wauweke mezani, watanzania waone eh, kwenye mwanga, na watanzania waone kwamba kweli kuna kesi yoyote otherwise, ni mtu ambaye wanaogopa kushindana naye. Mgombea mmoja ambaye anatakiwa kushindana na Lisu anaona hamwezi, anamkamata, anamweka ndani. Sasa hiyo haiwezi kuwa hivyo, hatuwezi kujenga nchi ya hivyo. Tunataka nchi ambayo iko huru, na kama tumekubali vyama vingi vya vya siasa tushindane kwa uhuru wa wa wa wa wa kisiasa. Yes. Yes bado haya ni yale yale tunayosema, hii ni nchi yetu sote. hata Wakoloni hawakutufanyia hivyo. Hii kesi ina public interest, huwezi kukataa. Huyu ni kiongozi wa chama ambacho kina wanachama zaidi ya milioni kumi na nane. Kwa hiyo anapoletwa hapo usitegemee kama anakuja mtu mwingine yoyote, anakuja kiongozi wa kitaifa na ambaye ana interest hata kimataifa. Kwa hiyo tuna tunaiomba mahakama kama ukumbi ni mdogo, kwa sababu ni kesi ambayo ina public interest, kuna kumbi kubwa hapa kuna ukumbi wa Karimjee tunaweza kuweka pale nje, kuna ukumbi wa Mwalimu Nyerere au hata uwanja wa Taifa ili Watanzania waje wasikilize kesi na waone haki kitendeka. Sasa tatizo ni nini hilo? Kwa nini watu wapigwe? Mara ya kwanza watu wamekuja hapo wakapigwa, wakavunjwa miguu, na baadaye ikaonekana walipokuja siku ya pili hakuna tatizo. Leo tena yanajirudia yale yale. Kwa hiyo sisi tunaiomba mahakama, kwa sababu hii kesi ina public interest, huwezi kusema kwamba Lisu analetwa mahakamani kwamba ukumbi wa watu 60, utatosha. Twende hata Kalimji, twende uwanja wa Taifa, twende eh, hapo Mwalimu Nyerere, watu wakae wasikilize kesi. Ni mambo rahisi tu ya kutendeana haki, na haya mambo ndiyo yanasababisha, tunasema tutashinda nchi na tutabadilisha hali hii. Hatutaki mtu mwingine aonewe kama sisi tunavyoonewa. Asanteni sana, shukrani. Uh, leo ni 2 ya mwezi wa 6, 2000 ishirini na tano, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga ilikuwa inakuja katika kesi ya uchunguzi wa awali e, kuhusiana na makosa ya uhaini dhidi ya e, Tundu Antipas Lissu. Leo ilikuwa ni ilikuwa imepangwa na mahakama kwamba e, upande wa, wa mashtaka wa, waweze kueleza upelelezi umefikia wapi kwamba uchunguzi wa kesi umefikia wapi, mwisho wa siku ule uchunguzi wa awali uweze kuanza. Sasa upande wa mashtaka wamesema tena kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado una, unaendelea hujakamilika. Wamesema faili imerudi s kwa, kwa mkurugenzi wa, wa mashtaka ya, ya jinai wa taifa na bado huyu, ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa wa utetezi tukawa tuna, tumepinga, tumepinga kwa tunapinga kwamba si sahihi e, aingia akilini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambayo anasema kwamba ndo ameleta uhaini, alafu kasema unaenda kupeleleza maneno. Kasema pengine kama walikuwa wanahitaji wa wataalamu wa falsafa kama mtakatifu Paulo au nani alivyokwenda Ugiriki sawa sawa, lakini haya ni maneno ambayo yametamkwa na yameandikwa kwenye kwenye mashtaka, kwa hiyo ilikuwa na hoja kwamba pengine ni na namna ya kuchelewesha kuchelewesha kesi na kumnyima haki mteja wetu ambaye yuko yu ndani. Upande wa mashtaka ukawa wamesema hapana, wenyewe unaamini kwamba una haki ya kisheria kuendelea kuchunguza ili sio miongoni mwa yale makosa ambayo yanatakiwa upelelezi huo umekamilika kabla mtu hajafunguliwa mashtaka. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimechukua muda mrefu, na upande mwingine tulikuwa ni kwamba mshtakiwa wakati anaingia mahakamani alikuwa ametaja ule, ule msemo au, au mbiu ya, ya Chadema kwamba no reform no election na wao wakawa wamepeleka wame, kwa hakimu hiyo hoja kwamba ile ilikuwa ni kudharau mahakama. Mwisho wa siku mahakama imesema kwamba haikuwa sahihi, kwa sababu hakimu alishaingia, basi mshtakiwa pamoja na, na umma uliokuwa pale mahakamani hakutakiwa kuweza kuitikia aliposema no reform, no election, na watu wanakutakiwa kujibu kwao. Akawa ametoa duo honyo kwa pande zote mbili kwamba mahakama inapokuwa imeshakaa basi kauli za namna hiyo zisifanyike zisi, lakini akasema kwamba uh, anakubalia upande wa jamhuri kwamba we, upelelezi uendelee, sheria yaiwabani kwa sababu ni mahakama tu ya, ya mpito e, anaweza akafuta mashtaka katika hali ya sasa, ila maagiza kwamba kesi itakapokuja tena tarehe kumi na sita upande wa mashtaka we, utoe uweze kue, kueleza hali au hadhi ya, ya upelelezi imefikia wapi? Je, iko kati iko mwisho au au iko bado mwanzoni kwa hiyo ndio ni hali ambayo imejitokeza. Ni kesi ambayo ilikuwa na, na mvuto mkubwa, hoja zilikuwa ni ndefu e, ma, ma, ma, ma, ma, marejeo mbalimbali ya sheria ya maamuzi ya mahakama kuu na mahakama ya rufaa ya, yalifanyika lakini basi, hakimu ndivyo ambavyo ameagiza. Kwa hiyo hii kesi ya, ya uchunguzi wa awali dhidi ya ndugu Tundu Antipas Lissu mteja wetu itakuja tarehe kumi na sita ya mwezi wa, wa, wa sita mwaka ishirini ishirini na tano nadhani itakuwa saa tatu asubuhi. Asante.